la Samburu. Kutoka kwa barasa tuelekee kwake Jen Cherotich ambapo anatufahamisha kwamba wagonjwa wa macho huko Busia na nchi jirani ya Uganda wamepata afueni kufuatia uzinduzi wa kliniki maalum ya magonjwa ya macho yanayolenga kuwahudumia wagonjwa hao kwa bei nafuu amacho yakiwasumbua wakazi wa kaunti wa ya Busia na kupelekea kambi za matibabu ya bure mara kwa mara, serikali ya kaunti ya Busia kwa ushirikiano na wakfu wa Fred Hollows na wahisani mbalimbali mbali sasa wanatoa matibabu na miwani kwa gharama ya chini, ili kuwafikia wale wasiojiweza kifedha. Litakapokamilika, jumba hili jipya katika hospitali ya rufaa ya Busia linatarajiwa kutengewa huduma za macho pekee, huku kliniki hii mpya yenye mitambo ya kisasa ikifunguliwa rasmi <mucho> mkuu wa macho katika kaunti hiyo ya mpakani Harriet Cavere amesikitika kuwa wagonjwa wanaotafuta huduma za kurekebisha mboni ni ya chini mno, ikiwa asilimia kumi na tano pekee licha ya wakazi wengi kuathirika na tatizo hilo. Na zile vitu ambazo zinaathiri hiyo coverage ni lack of awareness. Alafu kuna watu hawana hawapendi kuvaa miwani, kuna nyata wamepimiwa na wavai. Havere aidha amesikitikia dhana potovu miongoni mwa wakazi wanaoamini kuwa kuvalia miwani kunaongezea madhara, akisema kuwa hulka hiyo imechangia matatizo zaidi yakiwemo upofu. Eh, ningependa ku clarify ya kwamba kama uko na refractive error that is maybe uko long sighted ama uko short sighted na ukose kuvaa miwani ndio sasa macho itaharibika. Lakini ile dhana iko huko nje ni kwamba ukivaa itaharibika. Sasa ningependa kurekebisha hiyo ya kwamba usiporekebisha hiyo refractive error ndio utaharibika macho. We are aware that after the RAB uh, report then uh, uncorrected refractive error. Uh, uh, baadhi ya wagonjwa waliopona upofu na ambao wamekuwa mabalozi wa kutoa hamasa ya afya ya macho nyanjani na shuleni wameshabikia ujio wa jumba jipya la kuhudumia wagonjwa wakiwaonya wakazi dhidi ya kutumia madawa ya kienyeji. we have

Afisa mkuu wa afya wa kaunti ya Busia Daktari Wilberforce Lusamba amesema kuwa huduma hizo za afya ya macho zitaenezwa katika vituo vya afya nyanjani ili kuwafikia wale waliokuwa wakitafuta huduma hizo katika nchi jirani ya Uganda. Miaka mingi iliyopita ilikuwa ukiwa hapa Busia, kama una shida ya macho utaenda Uganda, kisha baadaye tukakuwa na Sabatia kule sehemu za Vihiga. Lakini sasa hivi huduma zote za macho zinapatikana hapa kwetu e, Busia. Kwa hivyo hii ni milestone kubwa sana. Wakazi wengi Busia wanaugua mzio wa kikope na mtoto wa jicho, idara ya afya Busia ikitoa wito kwa wakazi kuchukua hatua za tahadhari za kudumisha usafi kama vile kunawa mikono kila mara. Ujio wa kliniki hii yenye mitambo ya kisasa unatarajiwa kutoa suluhu kwa magonjwa mbalimbali mbali ya hapa Busia na hivyo basi kupunguza idadi ya wanaopata upofu kutokana na magonjwa hayo. Jane Cherotich, Runinga ya Citizen Busia.